Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika channel hii ya Binti 750 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sasa sana Bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe, naomba subscribe, share, like and comment, na Mungu akubariki sana. Leo tunaendelea na sehemu yetu ya sita ya utambulisho wa Bwana wetu Yesu Kristo kama ambavyo amejitambulisha katika kitabu cha Yohana sura katika utambulisho wetu huu wa sita, Bwana Yesu anajitambulisha kama yeye ndiyo njia, kweli na uzima, na utambulisho huu unapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya kumi na nne mstari wa sita ambapo neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ufunuo wa kwanza nilioupata katika hii, ukiiweka kama sentence utaisema hivi mimi ndimi hiyo njia ya kweli iletayo uzima. Kwa nini Bwana Yesu amejitambulisha kwa namna hii? tuna